Dampo lililopo karibu na eneo la soko la Keko Magurumbasi, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Said Mek Sadik leo amefika katika eneo hilo na kuziagiza mamlaka husika kufanya zoezi la uzoaji taka hizo haraka iwezekanavyo. Kisa Moyi Pyana ameandaa ame taarifa ifuatayo. Mkuu wa mkoa huyo alifika katika eneo hilo na kujionea lundo la uchafu ambao, mbali na kuwa karibu na eneo la soko, pia upo karibu na makazi ya watu, hali ambayo ni hatarishi kwa wakazi na wafanyabiashara wa eneo hilo kutokana na uwezekano wa kutokea magonjwa ya mlipuko. Aidha, amewataka watendaji wa serikali za mitaa kuhakikisha wanawajibika ipasavyo katika suala la usafi kwa kusimamia maeneo yote huku wakihakikisha kuwa mazingira yanakuwa safi ambapo pia ameagiza kuwajibishwa watendaji ambao hawatekelezi agizo hilo. Takataka hizi taka, lazima ziondoke. Kwa hiyo nimewaagiza manispaa ya Temeke wanaohusika wanayo magari tisa ya manispaa hayo magari tisa mchana huu yafanye kazi zao katika maeneo waliopangiwa kama kawaida. Baada ya saa za kazi, magari yote hayo yaje katika dampo hili. Wakati huohuo mkuu wa mkoa huyo ametembelea soko la Keko Magulumbasi na kujionea mapungufu mbalimbali mbali katika soko hilo ikiwemo ukosefu wa huduma muhimu ya choo, pamoja na wamiliki wa mabucha ya nyama kutotumia vifaa vya kisasa katika ukataji wa nyama, badala yake wamekuwa wakitumia magogo, hali ambayo inahatarisha afya ya mlaji. Wanaohusika watu wa afya wamekisha wapa notisi sasa hivi kuhakikisha kwamba wanabadilisha vifaa vya kuchakatia nyama viwepo vya kisasa, na wanavijua kwa sababu walishaandikiwa na TFDA. Aidha, mkuu wa mkoa huyo amekishukuru kituo cha Channel 10 kwa kuibua taarifa juu ya dampo hilo. Na pongezeni Channel 10 kwa kuibua kero kama za namna hii, naendeleeni kufanya hivyo mahala wote mnapoona kuna kero, basi ziibuliwe ili wanaohusika waweze kuchukua hatua wa stahiki. Mtazamaji um, wa Channel 10 ni mwitikio wa watendaji wa serikali baada ya kuona taarifa ya habari ya Channel 10 ya hapo jana kuhusiana na dampo lililopo Keko Magurumbasi. Nikiripoti kutoka katika eneo hili la Keko mimi ni Kisa Mwipiana wa Channel 10.